Tuende kwenye raga ya kinadada, na kikosi cha taifa cha timu ya raga ya wachezaji saba upande wa kinadada Lionesses kina matumaini chungu nzima, mtazamaji, kuwa kitafuzu kushiriki michezo ya Olimpiki ambayo itafanyika mwaka ujao jijini Rio de Janeiro, huko ni Brazil bila shaka. Kikosi cha wachezaji kumi na wawili kitaondoka hapa nchini siku ya Alhamisi baada ya mazoezi ya hali ya juu. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, timu hii itajiunga vile vile na itajiunga na timu kumi na mbili kutoka barani Afrika ambazo zitajibwaga uwanjani nchini Afrika Kusini kwa mashindano ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Kenya itaanza kampeni yake ya kufuzu dhidi ya Botswana kabla ya kuchuana na Tunisia na vile vile Madagaskar. Ni timu moja pekee itakayopata tiketi ya Olimpiki.